Bado tupo mkoani Tanga na hapa nipo Sahare. Bila shaka uliona jana nilikuja huku kuzungumza na wananchi wa maeneo haya, hasa ni kile ambacho kimetokea, kinachomhusu bondia eh, Hassan Mwakinyo na kijana Musa. Niliongea na watu na kila mmoja akizungumza mtazamo wake kwa kile ambacho eh, kimetokea. Sasa asubuhi ya leo mapema kabisa nikafunga safari kuelekea nyumbani kwa mwenyekiti eh, mwenyekiti wa mtaa huu wa Sahare kijijini anaitwa Amiri, niongee naye aniambie pia mtazamo wake ni upi, kile ambacho wananchi wamekizungumza, lakini pia tukio uzima ambalo limetokea ambalo linamhusu eh, Mwakinyo na kijana Musa, yeye kama kiongozi anazungumziaje? So ameniambia kwamba tayari hili jambo limefika juu, eh, viongozi wa juu wanafuatilia, uchunguzi unaendelea na muda sio mrefu taarifa rasmi itatoka. So kwa upande wake yeye akasema uh, asingependa kuliongelea zaidi au kufanya interview kwa sababu tayari viongozi wa juu wanalo na wanalifuatilia. Ila nikaongea naye kwa urefu zaidi, anieleze ambayo pengine yapo e, nyuma ya pazia ambayo pengine pia watu wengi hawajui. Akaniambia kwamba alishakupokea kupokea e, taarifa kama nne, kama sio tano, ambazo e, zinahusu wizi nyumbani kwa Hasani Mwakinyo, kwamba Mwakinyo alikuwa akimpigia simu mara nyingi sana na kumpa taarifa za wizi nyumbani kwake, alikuwa akiibiwa, so akimpigia simu mwenyekiti, bwana, njoo nyumbani kwangu, na kumuonyesha eh, matukio ya wizi. Anasema alipigiwa simu na Mwakinyo akaenda pale nyumbani na kukuta, eh, tukio la kuibiwa matairi ya gari lake. Kwa hiyo aliibiwa matairi ya gari lake, na tukio jingine pia, eh, anasema Mwakinyo alilalamika pia kuibiwa betri eh, yake ya gari, vifaa vya mazoezi. So ni mara nyingi sana amekuwa eh, akipata changamoto ya kuibiwa pale nyumbani kwake, na ndio maana tukio la juzi ambalo linamhusu kijana Musa na Mwakinyo limekuwa limezua eh, taharuki kubwa, kila mmoja akiongea la kwake. Musa amezungumza, wananchi wamezungumza, ilo kwa upande wa Mwakinyo hajazungumza bado, hatujamsikia kwa upande wake anazungumza nini, lakini pia wakati tukio linatokea hiyo asubuhi, hakuna ambaye alikuwepo pale shahidi kuweza kuona ilikuwaje, unaelewa yani, ilikuwa ni Mwakinyo na Musa. Kwa hiyo ambalo lipo hapa ni kusubiria kuweza kuona upande wa pili Mwakinyo ataongea kitu gani, lakini pia e, kwa upande wa e, viongozi wao sasa, e, upande wa serikali wao vile vile wataongea jambo gani, baada ya kufanya uchunguzi na kuweza kujua sasa jambo hili e, limekaaje, ili kuweza kujua tuendelee kusubiria, tutapata taarifa e, rasmi kabisa. Endelea kusalia na sisi, na mimi bado nipo Tanga kufuatilia jambo hili kwa ndani kabisa. So endelea kubaki na sisi kwa kuweza kujua e, jambo hili limekaaje, lakini pia litaishaje.